Abwana, mambo vipi? Karibu katika kipindi chetu cha ndoto za mtaa. Si mwingine ni mimi the african bag Jamal Eyman. Leo tupo tunaangazia sana mitaani na leo tutakuwa na mmoja wapo. Unajua katika mitaa bwana, kuna vile vitu ambavyo vimetokea, baadhi ya ndoto ambazo zimekufa, zime na vipaji hasa vikubwa ambavyo Uh, nchi kama nchi tunavivilia kuwa navyo, tunatamani kuwa navyo. Kuna watu wenye ndoto zao na na vipaji vikubwa sana walikuwa wanavifanyia kazi, lakini kuna vitu fulani hivi kadhaa kadhaa vinatokiaga vina katika maisha hii ipo katika maisha yetu. Sasa leo katika nyanja ya sport, leo football bwana, leo kuna mama mmoja, leo tuko naye Selemani na Omary Gindi ah uh, huyu ni mtu kutokea Kigoma pale, atakuja hapa tutaongea naye mengi, kitu gani kilipelekea mpaka sasa hivi yuko hapa, ameshindwa kuendelea kwa ukubwa wake, kuendeleza kipaji chake kikubwa kwa zaidi. Karibu nasi mpaka mwisho. Eh uh, bwana mambo vipi? Ah safi nakoaje? Safi kabisa. Ah fresh. Naam vipi? Naona huko katika mazoezi hapa nimekuvamia kidogo. Ya yeah, tuko ground ya mwanaume. Ground eh? Eh bwana huyu ni Seleman Gindi kama tulivyokuambia hapo awali kwamba tuko naye hapa katika Ndoto za Mtaa atakuja kuelezea kwa udadi mkubwa kabisa kitu gani kilipelekea mpaka sasa hivi ameshindwa kufika katika levo au e, nyanja kwa ukubwa zaidi alipokuwa anataka kwenda. Katika levo zile eh vipaji hivyo vina, vinaishia hapa havieni kule vinavyohitajika. Eh bwana Selemani Omari Gindi mm. Wewe uh, ni una miaka mingapi? Ungependa kuambia watu una umezaliwa wapi na historia yako kwa ufupi? Uh, mimi ni mzao wa mkoa wa Kigoma na na miaka ishirini na moja e, pia ni mchezaji. Kwa hiyo lakini historia yangu kiufupi ni mcheza mpira ambaye na malengo mengi, umeona. Kwa hiyo historia yangu mimi ilianzia katika mkoa wa Kigoma, historia yangu ya mpira. Hapo ndipo nilipoanza kucheza mpira, na mpaka safari yangu yote ya mpira ilianzia Kigoma mpaka leo hapa nilipo. Okay, na mpira kwa kwa hiyo, katika katika historia yako, naomba uelezee kuna sehemu ulipita, si ndio? Ulijaribu kujipe, kupenyeka ukaona kipaji changu kinafanya kazi, je, ulifikia wapi na mpaka sasa hivi unajiona wapi? Sehemu ambayo mi nimecheza nakumbuka ni, nilipata bahati ya kuwa mchezaji pekee wa mkoa wa Kigoma ambaye alichaguliwa kujiunga na timu ya taifa ya vijana chini ya miaka kumi na tano mwaka elfu mbili na kumi na tisa Alafu baadaye nikaja tena nikapandishwa kuja under 20 2021 mpaka 2022. Hapo ndipo safari yangu ilipoanzia mpira, lakini haikuwa bahati kwa sababu 2020 mpaka 2021 ndio muda ambao kulikuwa kuna maambukizi ya virusi vya corona. Kwa hiyo safari ambayo ilitakiwa tuende ilikuwa ni kwenda Uturuki, lakini hatukuweza kwenda kwa sababu ya maambukizi ya korona, kwa nadhani kwamba nchi nyingi zilifunga mipaka yake. Kwa mashindano yale ambayo tulitaka tukacheze hayakufanikiwa kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Uh, kwa hiyo baada ya kipindi cha corona wewe ulirejea nyumbani si ndio? Yeah, baada ya corona nilirudi nyumbani. Uh, kabisa. Kwa hiyo baada ya pale kipi kiliendelea mpaka sasa hivi? haukufanikiwa hau kuendelea na ule mwendelezo wa kwa timu ya taifa au kufanya vizuri katika baadhi ya vilabu hapa Tanzania? baada ya pale pia nilipata uh, silipata nafasi ya kwenda katika akademi ya Kambiaso, lakini nao pia tulishindwana kwa sababu uh, mimi mzazi wangu ndo ambaye ananisimamia mpaka hapa nilipo sasa. Mzazi wangu mimi alikuwa anatamani sana mimi nisome na wakati ule ndo nilikuwa nimemaliza form 4 na nilikuwa na uwezo mzuri tu shuleni. Kwa hiyo mzazi akupenda kwamba niingie katika maswala ya kupenda, mba, mpira moja kwa moja, kwa sababu alihofia kwamba ningepotea moja kwa moja, kwa sababu maisha mpira na maisha muda mfupi. Kwa hiyo nilirudi Kigoma na kilichofuata ni kwamba nilikuwa nasoma, yani niliamua kwamba nitie nguvu nyingi katika kusoma, kwa sababu ndio hazina yangu ya kesho. Lakini safa, ndoto zangu za mpira bado ninazo mpaka leo. Kwa hiyo kama itatokea nafasi inshallah, mambo atakuwa mazuri na Je, unaamini nguvu ulioiweka kwenye mpira mara kwanza sasa hivi umeiweka kwenye kwenye elimu na inakupeleka unaona, kuna njia yote na kufungulia? Mm, kwa sasa hivi naenda na njia zote mbili zote, yani ya yani hamsini kwa hamsini, katika mpira kuna nguvu asilimia hamsini, katika pia katika elimu kuna nguvu asilimia hamsini kwa bado sija- sijaweka nguvu zote katika upande mmoja, kwa sababu yani bado bado mapema mapema mno ya yani bado mapema mno, yeah, sijaweza kuchagua kipi ambacho itakuwa ni sahihi kwa upande wangu. Wanasemaga mshika mawili humponyoka, si ndio? Je, kwa wewe sasa hivi ikitokea fursa ya eneo la mpira na eneo la taaluma yako mpaka sasa hivi kipi ambacho utakipa kipaumbele zaidi? Zaidi elimu ndio nitaipa kipaumbele zaidi, kwa sababu mpira, yani pesa ya mpira ni nyingi kuliko hela elimu, lakini elimu ina thamani kuliko mpira. Kwa hiyo siwezi nikaacha kitu ambacho kitanipa thamani baadaye kwa sababu ya mpira. Kwa hiyo nitamaliza kwanza masomo yangu kwanza, afu ndo nitakuja kucheza mpira baadaye kwa kuna shukrani zozote zinaenda kwa mzee Omari Gindi? Yeah, shukrani zake zipo, kwa sababu mimi nilikuwa nataka kucheza mpira sana, lakini aliniambia kwamba wewe ukikua ndo utaelewa nini ambacho mimi nakimaanisha. Kwa hiyo ilifikia mpaka hatua mpaka viatu vya mpira akawa tena ninulia, akiwa naofia kwamba akinulia viatu vya mpira basi nitapoteza, nitapoteza focus shuleni, lakini leo naona nani faida yake, kwamba ni kweli mpira ni mchezo wa muda mfupi, lakini elimu ni ya muda mrefu. Kwa hiyo namshukuru sana mzee wangu na Mungu wa, aendelee kumweka mpaka leo Haya, okay, sasa kwa sasa hivi elimu eh, yako ndio imeipo kipaumbele si ndio? Na uh, ungependa kumjulisha mtazamaji kwamba unasoma chuo gani huko katika ngazi gani na malengo yako ni yapi? Mimi nasoma chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro, na levu ambao naisomea ni degree katika kozi ya mass communication. E, pia ndoto zangu mimi katika mpira bana ni kubwa sana, yani matarajio yangu mi nikimaliza tu elimu yangu basi ndio niamishie nguvu zote katika mpira. Kwa hiyo bado nafasi ninao na muda bado ninao. Kwa hiyo kwenye bado ukishamaliza elimu, umaliza degree pale umeshagraduate, yaani umefanya mahafali na umeshahitimu. Sasa kwa kuna ikitokea fursa kama mwandishi wa habari au katika taaluma ta, ta, ta, ta yoyote katika hii sanaa ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma, hiyo fursa utaiacha kabisa ufuatane na urudi kwenye mpira. Yaani ikitokea hiyo fursa mimi nitaachana nao na kwa focus katika mpira. Na tunavyojua mpira ni tunaendana na umri, si ndio? na madaraja, umri tunajua kabisa, asili ya mpira wa bongo kwa kwenye kufanikiwa umri pia inahitajika. Sasa kwa umri wako sasa hivi, je, kitu gani ambacho kwa upande wako ukikiangalia, saa nyingine, umri wako na taaluma yako na kipaji chako, kipi, mahesabu gani wewe unayapiga ya? Mi bado mdogo, yani sijajikatia tamaa kiasi hicho, yani kwa mpira wetu wa Kiafrika, hata mpira wa dunia nzima naweza nikacheza, yani nikacheza sehemu yote, kwa sababu bado umri wangu unaniruhusu. Kwa kikubwa ni kwamba ni kuomba tu kwamba nafasi hiyo ije, nikipata nafasi mimi sehemu yote mimi nacheza. Kikubwa ni kuamini watu ah. Na kitu gani unajua, katika sasa hivi ili jambo limekuwa liko sana kwenye mazingira haya jamii ya Tanzania, mm-hmm, ni kitu gani ambacho ungeweza kumshauri kijana yoyote anayekuja na anayekutazama kwa mfano hapa sasa hivi, na ungependa kumshauri nini kama mwenye kipaji na na katika anapojua, watu wengi sana tunakuwa tunazuiwa tuna, tuna, tuna kwa tusifanye vipaji tusifuate vipaji vyetu tuwekeze kwenye elimu wewe unaweza kumshauri nini kijana? Ah uh, cha msingi asome kwanza. Asome kwanza. Unajua mpira kama tu nilivyosema awali, yani mpira ni mchezo wa muda mfupi sana, lakini elimu ina thamani sana baadaye. Kwa cha msingi kwanza ni kusoma, kwanza apate zile basics huko mwanzoni mwanzoni, alafu baadaye akija katika elimu ya juu chuo nini atajihusisha na masuala ya mpira, lakini mpira ni mchezo wa muda mfupi. Kwa unaweza ukaacha ukaacha kusoma ukajikita katika mpira, alafu maybe ya Mungu mengi hapo ukapata majeraha ukafanya hichi au labda nafasi hiyo ambayo ulikuwa unahitaji tu wewe usiipati ukaja ukafeli, kwa kila mtu mtaani uko atakucheka. Lakini kama umesoma una degree yako mfukoni tayari, alafu kajikita na masuala ya mpira kidogo, inakuwa nzuri sana. Kwa hiyo mimi namshauri ambaye ananitazama pia, hata kijana ambaye ana ndoto au anapitia hali ambayo mimi nimeipitia asome kwanza, mpira upo tu. Haya bwana, na tumesha kuongea vingi kwenye kuhusu taaluma. Je, tukirudi uwanjani, ni unacheza nafasi gani na nafasi gani inakupa na na mafanikio ukiwa uwanjani, na mpaka sasa hivi katika sehemu ulizopita, mafanikio yapi makubwa kwa kwa timu na kibinafsi umepata? Nacheza, yaani namba sita namba, namba sita. Na enjoy zaidi. Na ina mafanikio mafanikio makubwa sana kwa sababu tangu nimecheza namba sita na ndio namba ambayo hata selection zikija za wachezaji, namba ambayo imekuwa inanisaidia sana katika selection za wachezaji sehemu yote napokwenda. Yako ulikuwa na timu yako si ndio? Mlishiriki mashindano yapi, ukafanikiwa vipi ukiwa kama unaibeba timu? Uh, ilikuwa mashindano ya mikoa ya Kigoma, tulikuwa mabingwa na mimi kama nilikuwa namba sita, nilisaidia timu yangu kuweza kupata ushindi katika mchezo wa nusu fainali, kuingia fainali nikiwa namba sita, niliweza kufunga gol la free kick mpaka ndani, na ndio timu yangu kwenda kaweza kuenda fainali kwa... mwaka gani ya? ilikuwa elfu mbili na kumi na tisa Dar es Salaam uwanja wa Filbert Bayi. Haya bwana, huyu tulikuwa naye ni Selemani Omari Gindi, tumeona kusikia hapa katika, uh, maelezo yake, pia ameweza kujielezea vizuri bwana, ni kiungo huyu maana yeye tunasema wakina, tunasema Adolf Bitegeko si sindio au, au role model wako hapa Tanzania ni nani katika na, me... Mi so spita bajana na namkubali na so spita bajana timu yeah, ya <laughs> haya, bwana, bwana ya taifa ya Tanzania, kuelezea fani yake, kipaji chake hakijaweza kutimia. Mwanzo alianza vizuri mpaka kuitwa timu ya taifa ya vijana, uh, chini ya umri wa 15 mpaka 20, ila kipindi cha corona mambo yalivyotokea akashindwa kuendelea. Tulikuwa naye hapa pia, akaelezea pia uh, faida ya elimu akasema pia mzazi wake, hiyo ndo hazina yako katika maisha yako. Eh bwana e, tulikuwa wote hapa katika kipindi cha ndoto za mtaa, nilikuwa na mgeni wangu Selemani Omary Gindi. Endelea kufuatilia kipindi hichi cha ndoto za mtaa katika Chivihi Media, usisahau kulike na kusubscribe, na ili kupata content nyingi zaidi, mambo mengi hapo mazuri hapo ndani ya Chivihi Media. Tuko pamoja nawe na tunaendelea kusonga mbele kwa mbele.